Na lengo kubwa ni kuboresha miundombinu ya miji yetu pamoja na kujengea uwezo taasisi ambazo zinatoa huduma kwa wananchi wa maeneo husika. Na mradi huu umeletwa na serikali kuu, serikali ya awamu ya sita kupitia mkopo wa masharti nafuu e, kutoka benki ya dunia. Na mkopo huu ni wa shilingi e, dola za kimarekani milioni mia nne na kumi, ambazo ni sawa na shilingi trilioni moja, point moja, za kitanzania na serikali kuu, serikali ya awamu ya sita ilionelea ni vyema nive, miradi hii ikagawanywa kwenye miji yetu mbalimbali nchini Tanzania na uh, tumepata kugawa fedha hizi kwa miji 45 na katika miji hii 45 halmashauri ma ya manispaa ya Moshi ni mojawapo ya miji wanufaika ambapo tumepata jumla ya shilingi za kitanzania bilioni 22 na zaidi, kama zilivyotajwa na watangulizi wetu. Kwa hiyo sisi halmashauri e, ya manispaa ya Moshi ni mojawapo ya wanufaika wa miji 45 ambayo serikali ya awamu ya sita iliona ni vyema fedha hizi zikagawanywa tukaenda kufaidika. Kuna vipeperushi vimeonyesha majina ya miji wanufaika. Kwa hiyo, kwa faida ya muda, sitazitaja miji hiyo hapa lakini mtaona ila, miji hiyo uh, katika vipeperushi ambavyo vimegawanywa. Na utekelezaji wa miradi hii umeshaanza na tulianza kwa awamu tatu tofauti. Awamu ya kwanza ilianza utekelezaji mwaka wa 2023 na sasa hivi wanaendelea na utekelezaji. Halmashauri ya Manispaa ya Moshi ni mojawapo ya miji 15 ambayo ipo katika awamu ya pili, na awamu hii miradi imeanza utekelezaji kuanzia mwezi wa sita mwaka huu wa 2025. Na, na katika halmashauri ya manispaa ya Moshi eh, mradi unaenda kufadhili utekelezaji wa miradi kama ambavyo nitaitaja hivi karibuni, na miradi hii ni ujenzi wa barabara ya Ruaichi hadi Njoro yenye urefu wa kilomita 6.9, na hapa tulipo ni sehemu ambayo eneo la barabara linaanzia eh, eneo la Ruaichi katika kata hii ya Ng'ambo. Na pia tuna barabara ya Pepsi ina urefu wa kilomita 1.25. Na pia tuna barabara ya Shiri Matunda kwenda ku mpaka magereza ambayo ina urefu wa kilomita 5.1. Pia tuna ujenzi uboreshaji wa mitaro ambayo imekuwa ni changamoto katika mji wetu wa Moshi mitaro hii ni mtaro wa unaoanzia eneo la ushirika chuo cha ushirika kupita Kizi Hotel mpaka moshpaa zuri una urefu wa kilomita mbili na pia tuna mtaro wa Kibongoto ambao una urefu wa kilomita moja pointi tisa. Sambamba na hilo mradi huu pia utakwenda kufadhili ujenzi wa jengo la wahandisi wa, wa majengo na barabara ambao watakuwa wanalitumia katika shughuli mbalimbali za utekelezaji wa miradi miundombinu ya mji wa Moshi. Kwa hiyo jengo hilo ni jengo la ghorofa moja litajengwa, na nafurahi kwamba mkurugenzi ameshatenga kiwanja kwa ajili ya ujenzi huo. Mkandarasi kama alivyotajwa ni M/s Hari Singh and Sons Limited akishirikiana na eh, Peritus Exim Private Limited. Tunashukuru kwamba mkandarasi alipatikana ni mzawa kwa hiyo tutakuwa naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa utekelezaji wa mradi huu, na mkataba wa mradi huu ni wa miezi 15 kuanzia tarehe moja mwezi wa kumi mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo wakazi wa Moshi, tunatarajia kwanza kwamba siku chache zijazo, si siku nne zijazo, si kuanzia tarehe moja mwezi wa kumi mwaka huu tutamwona mkandarasi akiwa site anaendelea na utekelezaji wa mradi huu na mipango mingine, pamoja na uboreshaji wa miundombinu hii, mradi pia unaandaa master plan kwa ile miji ambayo haina master plan. Bahati nzuri manispaa ya Moshi tuna master plan ambayo tuliipata kupitia mradi uliopita wa Urban Local Government Supporting Program, lakini miji mingine eh, ambayo haina master plan kati ya miji hii 45 tuna miji 19 ambayo tumeshaanza kuiandalia master plan. Kwa hiyo tunatarajia tukapofika mwisho wa mradi tutakuwa na halmashauri za miji 45 wote watakuwa wana master plan. Pamoja na uboreshaji wa miundo mbinu pia mradi huu una kipengele cha kujengea uwezo taasisi zote za wizara TARURA pamoja na halmashauri za miji wanufaika kupitia mafunzo mbalimbali yanayolenga kuboresha utendaji kazi, ufanisi wa huduma mbalimbali kwa jamii pamoja na kununua vitendea kazi kama vile magari ya usimamizi na uh, vifaa vya, vya kuhuisha mifumo ya ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo sambamba na ujenzi huu, mkurugenzi wa halmashauri ya, ya, ya Moshi atanufaika kwa kupata magari manne ya usimamizi kupitia mradi huu. Kitimisho, e, mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa TACTIC utaleta manufaa makubwa kwa manispaa yetu ya Moshi. Na miji ya wanufaika nchini. Uboreshaji wa miundombinu ya usafiri na biashara utawafaidisha wakazi na watumiaji wote huku huduma za usafiri zikiboreshwa na kuwa rahisi kwa makundi mbalimbali. Pia changamoto za mafuriko zitaondoka kabisa na hivyo kuboresha maisha ya wakazi. Mradi huu pia utaongeza fursa za ajira, kuchochea ukuaji wa uchumi na kuboresha hali ya biashara